Nataka nitoe msimamo wangu juu ya maeneo ya madini, watu wanaokuwa resettled. Unajua wanaotoka kwenye maeneo ya madini, thamani yake sio ya kawaida. Thamani wake lazima iwe tathmini ya resettlement, kwa sababu watu hawa wanahamishwa katika maeneo yale, resettlement committee, hasa katika maeneo hayo ya madini yenye thamani. Kama mtu ana nyumba, anajengewa nyumba nyingine. Tumeelewa ardhi inakuwa na thamani na miti yake yote, anaondoka akicheka, sawa e. Msilipwelipwe katika maeneo haya. Kama mtu ana nyumba katika eneo hilo anajengewa nyu... na mimi ningependa wajengewe nyumba, sio kupewa pesa pesa, wakinywa baadaye wanakuja kulalamika tena huko mtaani kwamba sisi hatukutendewa haki, tulikuwa na nyumba imebomolewa. Sehemu zote za, za madini lazima ziwe na programu ya resettlement. Kama watu walikuwa na, wanataka kuchimba eneo madini ambalo lilikuwa na nyumba tayari, wale wananchi wa, wajengewe nyumba na fedha ziwe za ardhi na mimea mingine. Lakini kwa nyumba lazima kuwe na replacement ya nyumba. Sasa kama hilo eneo lina nyumba kijiji kizima kiwe kijengewe watu wale wajengewe nyumba nyingine. Pesa sipendi. Kwa sababu kwa tabia watu wanakunywa zile pesa, alafu baadaye wanasahau, wanaanza upya. Sisi nyumba zetu hatukupata, na sisi tungependa watu wanaopisha uwekezaji kama huu watoke wanacheka, hao wote wenye nyumba zao za matope wajengewe nyumba za maana mahali pengine. Sawa. Eh, hiyo ndio resettlement plan kwa watu wote wanaokuja kuchukua nyumba katika maeneo wanayochimba madini ya thamani. Wale wananchi waondoshwe pale, wapengwe nyumba mahali pengine, standard ya wizara na serikali na kimataifa. Sitarajii mtu anayekuja kuwekeza mgodi wa almasi atawajengea nyumba ya matope na nyasi. Hatutegemei mtu apishe eneo la almasi la dhahabu hapa alipopazoea alafu akaishi kwa tabu zaidi huko anakokwenda. Haiwezekani. Huwezi kumuondoa mtu, hapa phantom, huwezi kumuondoa mtu hapa ameishi na maisha yake, wewe umegundua almasi pale chini halafu useme nyumba ya matope. Hakuna nyumba ya matope. Unamtoa hapa unampeleka mahali pengine na shughuli zake zinaendelea huko. Kama alikuwa na eka tatu huku, lazima umpe fidia inayoweza kumwezesha kuendeleza shughuli za kilimo hapo mahali pengine unapomhamisha, anunue shamba la eka tatu na nyumba bora zaidi. Alafu wewe unarudi kuchimba almasi. Kama huna hela ya kufidia namna hiyo, achana na hiyo biashara. Sipendi sana wananchi wanaohamishwa wanao kwenye nyumba zao kwenda alafu apewe pesa kwa sababu ina matokeo mabaya kwa serikali. Watu hao wakipewa hizi pesa wakizitumia vibaya, sisi serikali tunalaumiwa baadaye na hakuna ushahidi wa kuonyesha nyumba, mtu apewe nyumba. Pesa apewe kwa tathmini nyingine ile ya ardhi na mimea, sijui mibuyu sijui kitu gani, apewe hizo pesa ili aende akaweke miti mingine kule au apande mimea mingine anunue ardhi nyingine, lakini nyumba iwe nyumba. Kwa sababu mkimpa pesa sisi baadaye, hawa watu wakitumia vibaya pesa, huwa wanatugeuzia sisi lawama, serikali. Utasikia mimi, wameniamisha nilikuwa na nyumba hivi na hivi. Hapana, na kwa sababu fidia ya nyumba sasa itakuwa bora kuliko ile ya nyasi, basi ajengewe, ndio faida yake, ajengewe nyumba. Maeneo yote wana, wanaochukua maeneo kwa, uji, kwa ajili ya uchimbaji wa madini, kama maeneo hayo wananchi walikuwa na nyumba zao, fidia kwa ajili ya nyumba hizo lazima iwe fidia ya nyumba. Wananchi wale waondoshwe katika maeneo hayo yanayochukuliwa na wenye madini waliopata kibali cha kuchimba madini, lakini wawajengee nyumba bora zaidi mahali pengine, na kama kuna mashamba wawape pesa za kutosheleza kununua mashamba huku wanakowapeleka, ili shughuli zao walizozoea huku ambako kumechukuliwa na madini ziendelee za kilimo. Hatuwezi kuwakatisha wananchi shughuli zao kule katika maeneo ambayo tumeyachukua kwa ajili ya uwekezaji wa madini, halafu tuwabomelee nyumba tuwape pesa kidogo, eti depreciation sijui factors na nini, waende kule maeneo mapya mapya kabisa wasioyazoea wa, wakose mashamba halafu wakose mahali pa kuishi. Hapana, nataka uthamini nyewe wathamini, mhakikishe watu wanapewa nyumba na wanapewa hela za kutosheleza kununua mashamba na mimea kule walikotoka alafu ardhi iwe huru kwa ajili ya wawekezaji wa madini, na mwananchi kule alikokwenda akae vizuri, aishi salama, asahau kabisa ardhi aliyoipoteza huku, na itaondoa kabisa migogoro. Lakini mkifanya nusunusu hivi, wananchi kule wataendelea kuinungunikia serikali wale wanaohamishwa kupisha maeneo ya madini, na sisi hatutaki wananchi waendelee kuilalamikia serikali na migogoro haiishi kwa fidia hizo mnazo. Ameagiza miaka mitano hakuna migogoro, katika miaka mitano hii, ili tumalize migogoro iliyopo, tusizalishe mipya. Tufanye vizuri. Nataka eneo la madini, waondoeni watu kwa heshima, mwenye nyumba akajengewe nyumba. Mwenye shamba akanunuliwe shamba au apeswe pesa, pesa zinazotosha kununua shamba, kwanza maisha mapya huko mnakohamisha, sio vinginevyo.